Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika sauti ya hadithi Kiswahili cha simbia. Ni mimi msimbiaji wako David Michael Wimbi. Leo ninakusimbia hadithi inayokwenda kwa jina mtoto wa leo, kiongozi wa kesho. Mtoto wa leo, kiongozi wa kesho ni hadithi nzuri inayomuhusu kijana aitwaye Zuberi kanami. Asante. Katika kijiji cha Majembeni, aliishi mvulana mdogo aitwaye Zuberi alikuwa na umri wa miaka kumi na moja lakini alikuwa na akili pevu na moyo wa pekee. Alijulikana kwa kutatua migogoro ya watoto kwa hekima na kushiriki shughuli za kijiji kwa bidii, hata kama hakuwa na sauti katika mikutano. Siku moja kulizuka ugomvi mkubwa kati ya familia mbili kuhusu shamba. Watu wazima walipingana kwa maneno makali na vurugu ilionekana kutokea. Wazee walikaa vikao, vikashindikana. Lakini Zuberi, kwa ujasiri, alisimama mbele ya hadhira ya watu wazima na kusema, mnaweza kupigania ardhi leo mkasahau kuwa watoto wetu ndio watakaoishi pamoja kesho. Amani ni urithi bora kuliko shamba. Kauli hiyo iliwagusa wengi. Viongozi wa kijiji walishangaa hekima ya mtoto mdogo kiasi hicho. Wazee wa ukoo wakamsikiliza na hatimaye suluhu ikapatikana. Tangu siku hiyo, Zuberi aliheshimiwa na kila mtu. Shuleni alichaguliwa kuwa kiranja mkuu na baadaye alipata nafasi ya kuzungumza kwenye redio ya jamii kuhusu uongozi wa vijana. Alianzisha klabu ya watoto viongozi na alijitolea kusafisha mitaa na kusaidia wazee. Miaka ilisonga, Zuberi akawa kiongozi halisi, si kwa sababu ya umri, bali kwa sababu ya moyo wa kutumikia, hekima na maono. Alikumbusha jamii kuwa kiongozi wa kesho analelewa leo. Usimdharau mtoto mwenye maono. Tunapata ujumbe gani kutokana na hadithi hii? Ndiyo, ujumbe ni kwamba